Naam, karibu tena mtazamaji. Waziri wa ulinzi Soipan Tuiya leo ameongoza sherehe ya kihistoria ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Kipchoge Keino unaotarajiwa kuchukuliwa ama kuchukua watazamaji elfu kumi mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi. Na mradi ukabambe ambao utajengwa kwenye eneo la ekari 12 unasimamiwa kikamilifu na vikosi vya ulinzi vya KDF na unatarajiwa kukamilika ifikapo Disemba mwaka ujao. Uwanja huo unatarajiwa kujumuisha miundo mbinu ya kisasa ikiwemo njia za kukimbia za kiwango cha kimataifa, sehemu za mazoezi na vifaa vingine muhimu vya mchezo. Kukamilika kwake kutaimarisha ardhi ya Kapsabet pia imejengwa mahali ingine kidogo kidogo, hapa hapa, lakini hapa where it is the source of champions. Nikaambia rais na deputy president, mimi siwezi weka pesa ya county government kujenga stadium ndogo ambaye sio standard yet you know for a fact all the medals ambaye imechukuliwa Kenya hii, kama ni ya marathon, kama ni a 800, kama ni ya gani, mingi yao imetoka hapa Nandi. Saa hizi hii stadium itakuwa stadium ambayo ikinyesha ikifanya nini michezo inaendelea, au namna gani? nayo timu